ITV imefika hadi katika eneo la tukio na kushuhudia jitihada za jeshi la zimamoto na uokoaji zikiendelea kuuzima moto huo, ambapo mmiliki wa nyumba pamoja na mkewe Bi. Mwamba Sita wanaelezea kilichotokea. Nimemaliza kuoga kutoka bafuni na shitukia tumoshi unatoka ndani ya nyumba, nikazunguka sasa kuja huku mlangoni, nikakuta moto umetanda unawaka baada ya kukuta moto umewaka, nikapiga kelele, watu wakaja, watu ndio wakaanza kuoko wakoa vitu. Baada ya kuulizwa na maaskari walipo kuja, waka, akasema hivi aliyekuwa nashona magodoro, kuna elfu thalathini ambazo alikuwa na mdai waiza, walikuwa na ugomvi. Ila mimi sikujua. Baada ya kueleza maelezo yake, nikahisi kwamba waiza alikuwa na ugomvi, ile jamaa likaona na nichome nini ile pamba kumbe kuchoma pamba akasababisha na nyumba yangu ika ikaungua. Mwenyekiti wa mtaa wa Bundilya Bwana Yakobo Magembe anatoa rai kwa wananchi kufuatia tukio hilo. Kama kuna mtu anaishi na pamba ndani, nashauri kwamba atenge godauni, isichanganyikane pamba na makazi au na biashara. Akithibitisha kutokea kwa tukio hilo kamanda wa Jeshi la Zimamoto na Ukoaji, mkoa wa Simiyu, ASF Faustini Mtitu anabainisha hasara iliyotokea. Uchunguzi wa awali umebaini kuwa moto huo ni moto wa kuchoma makusudi, kitendo kilichofanywa na mtu ambaye hakutambulika mara moja. Hasara iliyopatikana kutokana na tukio hili ni kuungua kwa pamba chafu inayokadiriwa kuwa na uzito wa tani mbili na nusu, sehemu ya nyumba hiyo pamoja na baadhi ya bidhaa ambazo zilikuwa zinauzwa madukani.